jamii ni waganga ni watu gani hiyo? So, hao huku, unakozaliwa wewe, familia yako hata watoto wako hawana shida sawa

Au walikufanyia walikuingiza kwenye yale maagano, wanakuwa wanakufatilia. Mimi alikuwa uialinaifatilia lie sasa, kaulio na watoto wao. Unakuta kwamba haya mambo ya ulemavu, kuna wengine anafata ukoo, magonjwa kichae anafata nini, ukoo, kifafa, tatizo fulani liko kwenye ukoo hii mambo ya wanaita ni nini, mgonjwa wa moyo inakuwa kwenye nini. Ukiona hivyo, sio kuombewa, ni kufunguliwa. Utamwona huyu, usitoke bila kufunguliwa, ili watoto wako wafunguliwe. <coughs> Watoto muujiza huko, wanaanza kutembea. Sinaona e, tengeneza sasa, wakimbie.